Tanzania inatajwa kuwa ni miongoni mwa mataifa barani Afrika ambayo kadiri siku zinapokwenda ongezeko la idadi ya watu wenye tatizo la ugonjwa wa moyo limekuwa likiongezeka, jambo ambalo kwa kiasi kikubwa limetajwa kupunguza nguvu kazi ya taifa. Zipo jitihada mbali mbali ambazo zimekuwa zikifanywa na mamlaka husika, huku taasisi za kisekta nazo zikitekeleza jukumu hilo ili kunusuru maisha ya watu kama inavyotekelezwa na Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS. Na kambi hii itafanyika chuoni MUHAS, lakini katika kampasi yetu ya Mloganzila. Kambi hii ni sehemu ya shughuli maalum zinazoandaa mazingira ya uzinduzi wa awamu ya pili ya mradi wa kituo cha umahiri wa magonjwa ya moyo na mshipa damu Afrika Mashariki ambao, ambao utafanyika tarehe 23 Mei ishirini na tano, ambayo itakuwa siku ya Ijumaa. Katika kambi hii ya siku mbili, yaani tarehe 21 na 22 Mei, ambayo itakuwa siku ya Jumatano na Alhamisi wiki hii, wananchi watapata huduma mbalimbali bure zikiwemo uchunguzi wa awali wa mag wa magonjwa ya moyo; namba mbili uchunguzi wa visababishi vya magonjwa ya moyo; namba tatu wataalamu wetu watatoa elimu na ushauri Afya ya moyo. Katika hatua nyingine Profesa Apolinali Kamuhabwa amesema ili kuongeza nguvu katika kukabiliana na ugonjwa wa moyo, chuo hicho kinatarajia kuzindua awamu ya pili ya kituo jumuishi cha kitaalamu katika magonjwa ya moyo. Sasa awamu ya pili inayokuja inalenga kujenga hospitali ya kisasa ya moyo, kuendeleza mitaala ya kitaaluma, kufanya tafiti za kina kuhusu kinga tiba na ukarabati wa wagonjwa ambao walipata madhara ya moyo, halafu sasa wanaendelea na matibabu kwa ajili ya jinsi ya kurekebisha na ku maisha yao yawe sahihi, lakini vile vile tutakuwa na program za kijamii, yani community outreach programs. Kituo hiki ambacho kitahusisha ujenzi wa hospitali ya kisasa ya magonjwa ya moyo ni sehemu ya mpango wa jumuiya ya Afrika Mashariki wa kuanzisha vituo vya umahiri kwenye fani tofauti.